Ziwa Victoria mfano wa kibubu cha uchumi Afrika Mashariki, ndio vipato vya maelfu ya wananzengo vinategemea hapa, japo pana chacha patikanaji wa samaki. Sasa hivi azimo sana zipatikani kwa wingi, wanachoma wana mafuta, wanaenda wanarudi, wanapata samaki wawili watatu, hali ni ngumu eh. Hii ni sauti ya wengi wadau, kama kuna upungufu wa samaki, maisha ya wavuvi yanakuwa hatarini na huyu ni Bakari Kadabi mvuvi wa Kinyamwezi aliyeloea jijini Mwanza. nimenufaika sana na ziwa Victoria mimi na familia yangu, hata na ndugu zangu walio tabora wananufaika na hili ziwa, ninapopata mimi na wao wanapata. Kwa miaka zaidi ya 30 jeuri yake ni hapa, kulikuwa kuna ningu, kulikuwa kuna gogogo, kulikuwa kuna mbete, kulikuwa kuna kuyu eh, kuna mumi, kulikuwa kuna kamongo, lakini sasa zimeenda zikipungua E, zimeenza zikipungua kwa sababu ya uingiaji wa taka ngumu. Naamini una unaasiri sana kwenye mazalia ya samaki. Lakini sasa na kihoro na anajiona amekalia kutikavu. Hali ya upatikanaji wa samaki sio mzuri, sio nzuri, fuatana na matumizi mabaya ya zana za uvuvi lakini pia na uvuvi haramu e, na changamoto tu za kuto kulinda rasilimali ya uvuvi. Kitoweo cha samaki kipungu, kikiisha tutaishije? kwa hiyo watu wote wanakuwa na mashaka. Ni wakati ambao serikali inapigia chepuo ufugaji wa samaki ziwani. Kama mmeshagundua kwamba samaki wanaisha kwa sababu ya uvuvi haramu na nyiye, hii ndiyo shughuli yenu, maana yake sasa, aidha muache uvuvi haramu au mfanye ufugaji kwa njia ya vizimba. Hakuna njia nyingine. Ni Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza, na anasema yapo ya kufanyika kuilinda hii mali sasa hivi ziwa limekuwa kama shamba, lazima ulipime, lazima upate hati ya ardhi. Kwa hiyo ziwani huko pia, kwa sababu ya ongezeko la elimu kuhusiana na ufugaji wa vizimba, sasa kila mtu atakiwa awe na hati ya kumiliki eneo lake. Ni wazo, mpango, kitendawili, hususani kwa wale wenzangu na mimi wavuvi wa asili wasio na mipaka wanaojivunia mali ya bure ziwani. Ningependa kuona ziwa Victoria lina mamlaka yake, lakini pia cha pili, ningependa tukawa na mpango mahususi wa kuondoa taka ndani ya ziwa Victoria, lakini pia ningependa tukawa na mpango maalum wa kulinda na kuhifadhi mazalia ya samaki ili samaki wetu waweze kuongezeka, lakini cha mwisho, ningependa tukawa na mpango wa, wa vizimba vya kuzalisha samaki na baadaye kuwamwaga ziwani ili kuongeza samaki. Sawa. Lakini hii ni habari weekend. Na mimi ni Innocent Alloyce wa jiji la Miamba Mwanza.